Jana ilikuwa ni siku nzuri sana kwa Jux na mkewe, na of course hata sisi wa Tanzania tulienjoy show ya bure mtandaoni. Ukiwa na bando tu unaangalia namna ambavyo mambo yalienda kiukweli. Kimwili tulikuwa Tanzania, ila kiroho ah, na kimoyo tulikuwa Nigeria, tukishuhudia ndugu yetu akikabidhiwa jiko na wakwe zake kitamaduni. Yani ilikuwa nzuri sana, it was mwa. Sasa kila mtu ana comments zake kuhusiana na harusi ya jana eh, lakini kwa Madame Ritha Uh, Madam Rita sorry, imekuwa tofauti kidogo kwake. Yeye anasema watu walipendezwa, walituwakilisha vizuri, ila alitamani wafanye kitu hiki hapa na kuja kukwambia. Karibu sana, hii ni training ya Rick Media. I'm your girl Sarafina Jerry, of course mi ni bintu Jerry ambaye kila siku nimechagua kukupa updates tofauti tofauti za upande wa entertainment. As you see me m uh, you see updates to, tofauti tofauti za um, mambo ya, ya, ya entertainment, so niko na Silent Ocean hapa. Silent wanakwambia ukiagiza nao haujapoteza. Silent Ocean wao ndo simba wa bahari wanakukumbusha kwamba ukiagiza nao haujapoteza. Niko nao hapa katika kuhakikisha unapata kile unachostahili kukipata kupitia Rick Media sasa. Uh, Madam Rita yeye kwa upande wake anasema kiukweli harusi ya jana watu walipendeza, and all that, lakini ambacho yeye hajakipenda au ambacho alitamani akione ni watu wangevaa kimasai, kwa sababu namna ambavyo walivaa jana unashindwa kutofautisha hawa ni wa, wa Nigeria, hawa ni Watanzania, so alitamani watu waende na mambo yao, yani waende na, na, na tamaduni zao eh, nimeona baadhi ya watu wanasema olewa wewe ndo watu waje wamevaa wa, wa Kimasai au ungeenda wewe umevaa Kimasai inao oh, you know, alichokisema hiki hapa msikilize hapa alafu niambie kwenye comment. Ana mantiki au apuzwe tu aachwe tu na hizo comments zake, lakini watu mnaona walienda sawa tu na tamaduni za Nigeria and it was mwah, perfect. Msikize hapa Madame Ritha. Ah, nampongeza sana Jux, ongera sana Jux na mke wako na wale nwale mlotuwakilisha pale, mmependeza sana lakini, jamani, mtu akiwangalia haraka haraka hawezi kujua kama nyinyi sio wa Nigeria. Mngevaa hata Kimasai kuwakilisha Tanzania, yani mngeingia pale na tikisa tikisa zile shanga za Kimasai, wangewajua mpaka wangeomba kuwapiga pigana nyinyi picha, yani mngewakilisha vizuri sana. Kama mtu kama mi ngemwona ametinga Kimasai netokelezea balaa, si kwa ubaya, sio mependeza, lakini ifike point na sisi Tanzania tuwe na nguo ya kutuwakilisha kama Tanzania, kama nchi zingine walivyo na culture zao, na nangeingia pale wote na, na, na nguo ya Kimasai kwa sababu hatuna, basi tungepanda ta Kimasai basi.